adara yenu ya, ya mipango yenu ya maendeleo, hakikisheni lazima mtenge asilimia kumi kwenda kwenye miradi ya, ya barabara ba -ba, kwa sababu ukiangalia kwenye bajeti za kila mwaka hawatengi fedha hizi, manispaa hazitengi kabisa fedha hizi, na kila kila kiongozi akipita hapa italaumiwa TARURA kwamba TARURA haijaleta fedha, lakini sisi wenyewe tunapaswa tutenge fedha. Sasa tukushatoa miongozo, nadhani Katibu Mkuu alishaishusha kwenye halmashauri zenu, hakikisheni fedha hii inatengwa. Eh, ndio, ndio, na tumekusha kubaliana kwamba tunakwenda kufanya ma ma marekebisho ya sheria ili kuwaruhusu manaibu meya makamu wenye viti kugombea kila baada ya miaka mitano, mm. Kwa sababu tumeona ule utaratibu wa kila mwaka watu kuingia kugombea inaleta mpasuko ndani ya chama, mm. Mpasuko ndani ya serikali, vurugu zinakuwa nyingi, vitendo vya rushwa wakati mwingine, mm. Na tumesema kwamba sasa tutafanya ma marekebisho, kama ni kanuni ya waziri, nitazisaini mwenyewe, mm. Pengine kipindi hiki kabla hatujakwenda kwenye uchaguzi. Sawa. Ndio ile tuiongea, inawezekana tuanzie kule Nyenyela mi kidogo, baada ile ya botoniki kufanyiwa kazi.